na koruwa aseta ya igosori klub ya kabati youth nigo yaswaseli ya NSL ekio kiagokeira machibwa yo barigetio koenda makari na Viga United asekemo kibi wina no vya iki entangani ya NSL asense ya muyo mwagari kwe timu iyo ya kabati Joel Mungai nigaterona nigabwato gosemeria kone nase timu yaye kararengete kwinyorera eh, tigiti yogoswa kogosori ligi eneneye nkoyo ya kenya Game ya kwanza NSL, nasema kwanza asante. Eh, aho tumetoka draw tuko home. Mimi sijafili kwa vibaya. Juni mara ya kwanza kabati kucheza NSL. Hii rigi na rigi zote zenye tumekuwa tukicheza. Sasa hii ball unapanishiwa na brada mistake. Ukifanya mistake moja ama brada moja unapanishiwa nayo. So tutaenda kurekebisha na hiyo haita happen next time. So mafans pia wasikue na wasiwasi wasi. mistake kama hizo hazikosangi. Tunarekebisha. Next, next game, najua sema na thank God eh, kwa leo game imekuwa poa, tumeshukuru, tumeangana vile tunaweza kuja away na kutoka na point moja pia ni, ni plus kwetu. Tumejituma sana, tuna hope mazuri huku mbele mbele. Mimi kama mchezaji wa Kabati najitolea sana kupandisha hii timu tena, alafu pia support ya mafans. Mafans tunawapenda, watu join kabisa, watupe support.